Zidi kuchanganyikiwa nyumbani, wanataka aoe na serikali inataka ajiri wanawake. James akasema sawa, nitawakubalia, ila huu ndio muda wangu wa kulipiza kisasi, kwa uhakika nitawanyosha sana. Huo ndo ulikuwa mwisho wa sehemu yetu ya pili ya hadithi yetu woga umeniponza inayopatikana ndani ya chaneli yako ipendwa kabisa Shao Digital. Kuisapoti tunaomba usubscribe kama bado, pia usisahau kukomenti, kushia na kulike. Ndani ya sehemu yetu ya tatu tunamwona Bwana James anafikiria jinsi alivyoanzisha ya kampuni yake katika mawazo ya kutokurudi nyuma, yaani kwenda mbele daima, maana ulimwenguni hapa watu wapole na wanyonge ndio maskini na wanyonge ndio wanaodhulumiwa. Kulikuwa na chuki kubwa sana kati ya bwana James na umaskini, kwa sababu hali ya umaskini ilimfanya akaingia kwenye matatizo mengi sana kwa takribani miaka kumi na mbili. Akawa anawaza tena jinsi umaskini ulivyomfanya akapoteza haki zake za msingi za kufanya maamuzi na kufanya kazi, jinsi ambavyo njaa ilimfanya akarudi kwa shetani japo alikuwa apendi. Hii ilimfanya bwana James katika kila hatua ya biashara zake kusimamia kila kitu mwenyewe. Hakutaka kabisa kuacha nafasi kwa mtu yoyote. Macho yake yalikuwa wazi na kwa umakini mkubwa kwenye mikataba yote ya kuajiri wafanyakazi au ya kufanya biashara, kuhakikisha anafanya kitu sahihi katika maisha yake, asirudi tena kwenye umaskini. Pale ambapo bwana James aligundua saini yoyote ya wizi, alifuatilia na kufanya utafiti kwa makini jambo hilo, na akigundua kwamba wizi ulifanyika, kama kama ni urafiki unaishia hapo na kama ni kazi inakuwa imeishia hapo. Alikuwa ana utani kabisa kwenye kazi yake. Maneno yenye hekima kubwa kwa Bwana James ilikuwa ni yale, cheza na mshahara usicheze na kazi. Baada ya serikali kuweka msisitizo mkali, basi bwana James aliamua kutafuta wafanyakazi wa kike pale ofisini kwake na kwenye boti zake zote. Pia bwana James alikuwa na vigezo vingi kabisa vya kutafuta mfanyakazi bora, akawapata wanawake wengi wenye sifa hizo. Lakini sasa, kimaajabu, ili kupata kazi kwa bwana James, rushwa ya ngono lazima ihusike. Wanawake wengi sana walikataa kufanya matendo ya udhalilishaji ambayo alikuwa anayataka James ilikupata kazi pale kwake. Kwa sababu ya ugumu wa maisha na ukosefu wa ajira nchini kwetu, basi wanawake wengi sana walilagaika, ndipo hapo wengine wakapata ajira na wengine wakaachwa njia panda bila msaada wowote. Yani ukienda ofisini kwa bwana James na kukutana na mwanamke yoyote, unatambua kwamba tu bwana James kashapita naye. Kwa sababu ya maisha bwana James aliyopitia, ya furaha yake ilikuwa ni kuona wanawake wanateseka na hawana amani na huruma hata kidogo. James alikuwa anafanya unyanyasaji mkubwa sana wa kijinsia, na mtu yoyote akileta mdomo mdomo kutaka kwenda kushtaki au anataka kushiriki naye ngono akakataa, kama ni mwanamke, huo ndo unakuwa mwisho wa kufanya kazi pale kwenye kampuni ya bwana James. Bwana James alikuwa ni mnyama kuliko hata wanyama wa mwituni. James alikuwa anaongoza kampuni yake kwa mifumo mibaya sana, kama mifumo ya kikoloni. Wafanyakazi wake wanafanya kazi kubwa sana lakini, mshahara wake ni kidogo sana, kama vile wanafanyia kazi tumbo, yani hakuna chochote cha maendeleo wanaweza kufanyia Bwana James ya kukosa wafanyakazi licha ya kwamba anawanyanyasa kwa sababu ya ugumu wa maisha na ukosefu wa ajira nchini kwetu. Hali ya wafanyakazi wa kampuni ya Bwana James ilikuwa mbaya sana, maisha yao ya chini sana. Wala James hakuna siku ambayo alifikiria kuongeza mshahara wala kuishi nao kama pia wao ni watu Upande wa kijijini kwa bwana James, baba yake siku moja alifanya safari kutoka huko kijijini kwao mpaka mjini Tanga, maana toka siku ile alipoondoka bwana James, ni mwaka umepita sasa, hajasema chochote kuhusu kuoa na wala hajarudi tena nyumbani. James alikuwa hata kuwasiliana na wazazi wake kapunguza, maana swala la kuoa kwake alikuwepo kabisa. Baba yake alifika na wazee wa ukoo kuja kumkanya sana juu ya mambo ambayo yana maana habari hizo zilisikika mpaka huko kijijini, na tabia zake zilifika mpaka kwa baba yake. Hivyo baba yake na wazee wa ukoo walichokuja kufanya ni kumlazimisha aoe na kuacha tabia zake mbaya za kuwalaghai wanawake. Wazee walifikiria hiyo tabia yake mbaya ni kwa sababu hajaoa, na pale ambapo ataoa tu ataiacha alikuwa mdogo kama piritoni, alikubali kila kitu alichoambiwa na alipewa mwezi mmoja, au amepata mwanamke wa kuoa na waanze utaratibu wa kutoa posa na mwisho wake afunge ndoa. Kwa upande wa bwana James, hakuwa na ujasiri wa kuongea na wanawake, maana aliwachukia sana, pia hakuwa na uwezo wa kuwatongoza. Alizoea kutumia nguvu za kimabavu kwa sababu ya utajiri mkubwa aliokuwa nao, pia kwa sababu ya tabia yake chafu ambayo ilikuwa imesha tapaka karibia mji mzima. Ilikuwa ni ngumu sana kwa Bwana James kukubalika na mwanamke yoyote. Baada ya James kuona muda unakaribia kuisha, alienda kwa mchungaji mmoja na kumweleza shida yake ya kutaka kuoa. Mchungaji akamwambia basi wafanye mafungo ya siku saba na Mungu atamjibu. Wakasali kuanzia siku ya kwanza mpaka ya saba. James yakwenda kwa sababu ya imani, ila ni kwa sababu alisikia kwenye redio kwamba wapo wanawake wanatafuta waume, hivyo alijua ndipo atapata msaada wa haraka Alitoa sadaka kubwa pale kwa yule mchungaji na mchungaji akamkutanisha na binti mmoja kwa jina Mariana ambaye alikuwa anatafuta mume kwa muda mrefu. Wakaongea, kisha mchungaji akawaachia muda waongee, na basi wakafanya makubaliano ya kuoana pale. James akarudi nyumbani, lengo lake likiwa limetimia akamwambia baba yake, wakafanya utaratibu wa kutoa posa kisha wakafunga ndoa. Kwa upande wa James hakutaka kabisa kuoa, na kichwani kwake alijua kabisa wanawake ni hatari sana, hivyo hakuwa anamshirikisha mke wake kwenye chochote katika kampuni yake. Alipoulizwa alisema machache tu ambayo yanahusu kampuni yake na yale ambayo sio ya muhimu na kadiri siku zilivyosonga, James muda mwingi alitumia kazini. Mke wake Mariana alipewa tu pesa ya matumizi kwenye akaunti ya benki. James alirudi usiku na amechoka sana, na mapema alfajiri aliwahi kazini. James hakujali kabisa kuhusu wanawake, yaani alioa tu kama pambo nyumbani kwake hakuwa hata na hisia na, na mke wake. Licha ya mke wake kulalamika sana, lakini wala James hakujali ya kabisa. Yaani, wanawake walipokuwa wakimwangalia bwana James walidhani Mariana anayo bahati kubwa sana kupata mume hensam na mwenye fedha, wakiwaona wanatoka na gari zuri wanaona wapo na furaha sana. Kumbe kwa upande wa Mariana moto ulikuwa unawaka kwenye ndoa yake. Siku zikazidi kusonga, bwana James akawa hata simu ampigie wa mke wake, yaani anamtuma dereva nyumbani kwake kupeleka vitu au kununua vitu na maagizo kwa mkewe Mariana. Hii tabia ilikuwa ikimkera sana mke wake Mariana. Mariana akawa anaongea sana, unajua mtoto akitanga tena, lakini kwa bwana James haikuwa na faida, ikawa kama kumpigia mbuzi jitaa. Dereva wa bwana James alikuwa akiitwa Daudi, ambapo kati ya watu wote James alikuwa anamwamini sana. Bwana Daudi akawa amezoeana sana na mke wa James kwa sababu ya kutumwa sana nyumbani kwake, lakini Daudi akawa ameweka mipaka maana alijua bosi wake sio mtu mzuri, ni mtu katili sana pia. Sio hivyo tu, alijua kati ya ndoa bora kabisa mjini Tanga ni ndoa ya bwana James na Mariana. Hivyo aliweka mpaka kwenye mazoea yake na mke wa James, Mariana. Kadiri siku zilivyokuwa zikisonga mbele, Mariana alikuwa ni mtu mwenye furaha sana pale ambapo anakuwa karibu na Daudi. Hivyo Mariana alikuwa anafanya kila namna ili kusudi Daudi avutiwe naye. Waingie kwenye mahusiano ya kimapenzi. Daudi alikuwa anaona yote lakini hakutaka kabisa kuingia kwenye mtego huo. Yale matendo yalikuwa yakimchosha sana Daudi. Hivyo Daudi siku moja akabidi amsimulie mfanyakazi mwenzake jinsi mke wa bosi wake anavyomsumbua na mfanyakazi huyo alikuwa anaitwa Baraka. Baada ya Bwana Baraka kusikiliza hayo masimulizi akamwambia, wewe mkubalie, maana si unaona maisha tunayo ishi licha ya kwamba tumesoma mpaka digrii lakini mshahara huu unatutosha kweli? Bora umkubalie kusudi ufanye maisha. Daudi akaona kuna pointi hapo. Basi siku chache wakawa wameingia kwenye penzi zito na mke wa bosi wake na ilifanyika kuwa ni siri kubwa sana. Siku moja Baraka akamuuliza Daudi, vipi mke wa bosi? Ndipo Daudi akawa amemweleza ukweli juu ya hali yao ya sasa kwamba ni wapenzi. Baraka akawa namtania Daudi, ndio maana siku hizi upo bize muda mwingi sana, kumbe tayari umeshapata mshangazi. Ila safi sana, mwanangu atatusaidia mahali, maana kuna mpango mkubwa sana na utengeneza wa kupiga pesa za kutosha. Daudi akamwambia, mpango gani huo brother? Unishirikishe tupige wote tutoke hapa. Baraka akamwambia, tulia bro, utauona na utaupenda. Ndipo Baraka master plan akaanza mpango wake. Akamtafuta mwanaye sana huko kijijini Lushoto, ambao walimaliza wote chuo na ana kazi anapambana na hali ngumu ya maisha. Akamwambia kuna dili ya kuwa mganga mwanangu, tunaweza tukapiga pesa ndefu sana kwa bosi wangu hapa. Ile kusikia pesa ndefu, kwa sababu ya ugumu wa maisha, akaikubali dili pia. Baraka master plan akaenda kwa yule mchungaji ambapo Mariamu huwa anasali na kumweleza dili kama hilo na yule mchungaji kusikia pesa tu akaikubali dili mara moja. na Daudi yeye alipewa kazi ya kupata taarifa za nyumbani kwa bosi wao kutoka kwa mke wake ambaye kwa sasa ni mpenzi wake. Siku moja James alipoamka asubuhi na kuanza kujiandaa, alipotoka nje alikuta gari lake limezungushiwa damu aisee. James akupanda ile gari, akaita bajaji na kuwahi ofisini, maana kulikuwa kuna kikao cha muhimu sana ambacho asingeweza kukosa. cha ja kushangaza zaidi bwana James alipofika ofisini hakupata hata nguvu za kwenda kwenye kikao, bali alibaki ofisini kwake akiwa ni mtu mwenye mawazo sana. Basi Baraka alienda kumcheki, akamkuta kwenye dimbwi la mawazo sana, akawa anamuuliza Vipi bosi wangu, mbona kwenye kikao ujaingia? Ndipo bwana James akamweleza Baraka kila kitu, na hapo Baraka akamwambia, hapo kutakuwa kuna mtu anakuchezea mchezo kusudi ukose hii dili, na hapo umeshaikosa. Sasa unafanya nini? Ndipo bozi akamwambia sina ninachojua kuhusu haya ya mambo. Hapo baraka akamwambia basi wewe rudi nyumbani, kisha nitaenda kumuuliza mtaalamu wangu ni nini maana ya haya mambo. Basi baraka akawasiliana na yule mganga wake akamwambia ile dili nzima. Kisha kesho yake akamwambia bosi wake waende huko kwa mganga kusudi wawekee nyumba yake na biashara zake ulinzi. Walipofika kwa mganga, mganga alianza kukoroma na kusema Naona unayopitia rafiki yako ambaye mnafanya biashara pamoja, anataka urudi kijijini kwenu. Amekuwekea madawa kwenye gari yako, nawe umepoteza wawekezaji wako, wameenda kwake. James akawa ameamini maneno ya mganga na kumuuliza mganga, sasa nitafanya nini kurudisha hali yangu kama kawaida? Na huo ndio mwisho wa sehemu yetu ya tatu ya hadithi yetu pendwa kabisa, woga umeniponza. Naomba wale ambao bado hawajasubscribe kwenye channel yetu Shao Digital wafanye hivyo ili kusudi wapate mwendelezo wake, kwenda kuona jinsi woga na utengano unavyofanya Bwana James apoteze mali kizembe kabisa. Nikutakie siku njema.